Napenda kuahidi kuwa, kuwa mapendekezo mliyotoa yamechukuliwa na yatafanyiwa kazi ili kuimarisha uwezo wetu katika kukabiliana na changamoto zinazoweza kujitokeza katika utekelezaji wa shughuli za uchaguzi. Ndugu washiriki, kama ilivyoelezwa ilivyo wakati wa ufunguzi wa mafunzo haya, Shughuli zote za uchaguzi zinaongozwa na katiba, sheria, kanuni na maadili ya na, na maelekezo ya tume. Hivyo, kwa niaba ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, natumia nafasi hii kuendelea kuwasisitiza kuhusu umuhimu wa kutenga sehemu ya, ma ya muda wenu kusoma katiba, sheria na maelekezo mbalimbali yanayotolewa na tume ili yawaongoze ya ya katika kusimamia uchaguzi utaochukua utakao kuwa huru na wa haki. Mkikutana na changamoto yote zozote zile, msisite kufanya mawasiliano na watendaji wa tume. Ndugu washiriki, jukumu lililopo mbele yetu ni kubwa na muhimu, linahitaji umakini na kujitoa. Ni matazamio ya tume kwamba baada ya kupatiwa mafunzo haya, mtatekeleza majukumu yenu kwa ufanisi na uweledi, mkizingatia ratiba ya utekelezaji ili kufanikisha uchaguzi mdogo wa Ubunge katika Jimbo la Peramiho na udiwani katika Kata ya Shiwinga unaotarajiwa kufanyika tarehe 26 Februari mwaka uh, 2026. Kwa majina, naitwa Flora Francis Mbilinyi ni msimamizi msaidizi wa uchaguzi kutoka jimbo la Peramiho kata ya Liganga. Kiukweli, katika mafunzo ambayo tumeyapata, tunashukuru tumepata mafunzo mazuri kwa weledi mkubwa lakini pia tunamshukuru mheshimiwa mwenyekiti kwa kutuasa mambo mbalimbali ambayo tunatakiwa tuende tukayatekeleze kipindi hiki chote cha uchaguzi mdogo, na sisi tunaahidi kwamba kutokana na mafunzo haya tuliyoyapata tutaenda kufanya kazi zetu kwa weledi mkubwa kwa kuzingatia kanuni za Tume Huru ya Uchaguzi. Mimi naitwa Mlisho Hamisi Luambo, ambaye ni msimamizi msaidizi wa uchaguzi kata Maposeni kutoka halmashauri ya Songea. Kwa kweli tunamshukuru Mungu kwanza kwa kupata nafasi ya uteuzi, na kutokana na mafunzo na maelekezo kwanza ya ufunguzi wa Mheshimiwa mwenyekiti na hatimaye kwenye kufunga na maelekezo yote, sisi kama wasimamizi wa wasaidizi tunaahidi tutaenda kufanya kazi hii kwa weledi mkubwa kwa kuzingatia kanuni, sheria na maelekezo yote ambayo Tume ya Taifa ya Uchaguzi imeyatoa ime sana sana kwa wadau wa uchaguzi ambao ni vyama vya siasa, wagombea pamoja na, na wananchi wategemee kabisa uchaguzi utakuwa fair utakuwa huru na haki.